Ningedanganywa. Kwa hiyo nimeona nijionee mwenyewe, ningetoa taarifa wangenidanganya kwamba kazi zinaendelea wakati haziendelei, na inawezekana hata na ninyi malipo yenu yamesimama simama, na ninyi lazima Sasa nataka niwahakikishie, ninajua kuna watanzania mnafanya kazi hapa, na hicho ndicho ninataka mimi, kwa sababu niliahidi kutengeneza ajira kwa Watanzania. Nimeshatoa wa maelekezo kwa contractor, kwa consultant, na kwa waziri yuko hapa, Profesa Mbarawa. Kesho asubuhi, kazi lazima ianze mara moja. Nimesema kesho asubuhi kazi lazima ianze mara moja. Kwa hiyo kama wana madai yao, makontrakta walikuwa na madai yao na maconsultanti walikuwa na madai yao, lakini pia palikuwa na madai, madai mengine ya kitapeli tapeli hivi, ndani yenyewe nitadili nayo lakini nataka niwahakikishie kesho, mje mfanye kazi kama kawaida, na wao wameniahidi kufanya kazi kama kawaida. Na nimewaambia kuanzia leo mimi nitakuwa ndiyo consultant kwa mradi huu. Waziri kila siku atakuwa ananiletea ripoti na, na nimeshamwagiza waziri atafute timu ya mainjinia ambao wana uzalendo wa Tanzania, kwa ambao wanajua tunataka kufanya nini, sio mainjinia wa kutafuta percentage. Ninataka fedha yetu tunayoilipa hapa percentage kubwa ibaki hapa, lakini nataka fedha inayotumika hapa matokeo mazuri kwa uwanja huu unaojengwa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawapongeza, mmekuwa wavumilivu. Serikali iko pamoja na wafanyakazi wote kuanzia wa hali ya chini mpaka wa hali ya juu. Nataka lazima wae wanawalipa malipo yenu, na mimi nimeshafanya arrangement ya malipo yao wanayotudai kwa upande wa serikali yalipwe, na kwa sababu nitakuwa nafuatilia kila mara.